Unajua ni the way jinsi ambavyo walikuwa wamejiandaa kwenye hii mechi. Yaani jinsi ambavyo walikuwa wamejiandaa kwenye hii hii mechi yaje. Yaani, hivi ni kama Tabora. Yaani leo kama tumetoka draw, yani tatu tatu. Kwa sababu gani? Unaweza ukaiona Tabora United na unaweza ukaangalia namna ambavyo sisi tulicheza wao kwa kufunga tatu tatu mmoja. Na leo wameshinda tatu sifuri. Kwa hiyo post score kwa maana ni jiji wale wanaobeti wale tunasema, kwa tunabeti jiji, wao wametufunga kwetu na sisi tuwafunga wao. Kwa hiyo kichoko kwa sasa hivi tunasikilia tena bato na msimu 2025 26 Mwenyezi Mungu akituweka hai. Lakini kipekee zaidi, kwanza kabisa, tunapongeza wachezaji wetu wa Tabora kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Kusema ukweli, wamecheza vizuri sana, lakini kwa bahati mbaya, leo nafikiri ushindi haukuwa upande wetu, ni kwa kwa lakini pia anawapongeza Young Africans kwa kile ambacho wamefanya, wamecheza vizuri na wametumia wame, ina maana ni kama vile una mtoto ambaye ana kiu ya kunywa maji, si ndio? yaani nafikiri kama walikuwa na tarehe kwa sababu nafanya nini. Kwa hiyo wamecheza vizuri, wametumia nafasi, wamekamilisha ile dhamira yao ya kusema kwamba tunakwenda kulipiza kisasa, lakini kwao wametimiza dhamira, lakini kwa sisi bado ile dhamira yao haijatimia kwa maana kwamba unaweza ukaona Uh, jinsi ambavyo Tabora tuko linki yetu sisi na wao yaani ni ni kubwa, yaani sisi tuko katika level sawa, na ndio maana hata magoli yenyewe waliofunga tumefunga katika level sawa, kwamba kwa wao kwao sisi tuliofunga matatu na wao wamekuja pia wametufunga matatu. Kwa hiyo sisi na Yanga ni sawa, yani hakuna kusema kwamba Yanga ni mkubwa kuliko Tabora wala Tabora si mdogo, Yanga ndio mkubwa sana, hapana. Yaani yani sisi na Yanga tuko level sawa, yaani hakuna walicho tuzidi, na sisi hakuna tulipo wazidi na badala yake tuko sawa, yani Tabora United na Yanga kwanza. Sasa hivi yani naweza nikazungumza nikasema kwamba kwanza, sasa sisi ndio timu yetu ni sawa, tunatofautiana jezi tu, yani wao na jezi nafikiri yani, mbona jezi zote pale sisi tulivaa jezi za blue na nyeupe, ndio kwa sasa hapo. Sisi tunatofautiana kwenye jezi mpaka hapa, yani wangekuwa wameenda mwa na hicho walichotufanya leo, nikasema kwa Yanga hapo, lakini kwa hiki cha leo sisi na Yanga ni sawa. Levo yetu sisi ya Tabora bado sipindui kusema kwamba eti levo yetu, nazungumzia kwa hapa kwa ligi yetu ya Tanzania, sawa. Yaani, kwa ligi ya Tanzania sasa hivi Yanga na sisi ni sawa. Huwezi kusema Yanga ni mkubwa kuliko Tabora. Hapana, kwa sababu ya kile ambacho wamekionyesha wao, wamekionyesha kwetu wameshinda, na sisi tulikionyesha kwao tukashinda. Kwa hiyo wale wanaobeti beti nafikiri na watakuwa wananielewa tunasema GG, si ndio? yaani kwamba both team to score, si ndio? Sasa tunasubiri tutakwenda kukutana tena msimu elfu mbili ishirini na tano elfu mbili ishirini na sita Atatuambia wao ni wakubwa kuliko Tabora au sisi ndio wakubwa kuliko wao, lakini kwa msimu huu sisi ni level moja. Hawana picha ambayo hawakuacha kuiona leo, kwa sababu namna ambavyo walivyokuja na maandalizo walivyojiandaa, ina inamaana kwamba walikuja kivita hasa, lakini wametukuta na sisi wenyewe tupo vile vile, tupo kamili jado. Kwa hiyo hakuna ambacho i na... Na sisi kama club tulishatoa tulishatoa chakula ambacho tu ambacho wanatakiwa kufanya, si ndio? Tulimpa masaa 24 ya kumwomba msamaha mheshimiwa mkuu wa mkoa hapo cha chama, si ndio? Sasa ametekeleza hakutekeleza, hiyo ni kwake, lakini sisi tayari tulishatimiza nini, wajibu wetu. Ila kwa sababu hajafanya, mtanitafuta kesho. Kwa sababu hamjafanya, nipigieni. Kwa sababu hajafanya, mtanitafuta kesho. Mimi ndio Kristina. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.